Asante, karibu sana ndugu mpatiaji wa chaneli yetu. Hapa ni chaneli bora kabisa kwa ajili ya kupatia mifumo tofauti tofauti ya leo. Naenda kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wetu wa uhasibu. Ukiwa na simu yako, utaweza kufanya mambo ya uhasibu bila shida yoyote, ukiwa na kompyuta, ukiwa na simu, laptop, kwa hiyo hakuna limitation kama kawaida ili uweze kutumia mfumo wetu wa uhasibu ni simple tu, unatakiwa uwe na browser yako. Unaweza ukaingia kwenye Chrome, unaweza ukaingia kwenye kwa kutumia Mozilla Firefox, lakini pia unaweza ukatumia opera mini, unaweza ukatumia Google yenyewe. Cha kwanza utaandika fau faulink.com. Ukishaandika faulink.com Utapiga enta kwa hiyo utafunguka mfumo wako. Kama kawaida, kama unavyoona, huu ni mfumo ambao una vitu vingi sana kwa sasa. Leo mimi naenda tu kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wa, uhasibu, accountant. Wewe utabonyeza tu hapo, ushabonyeza, kwa sababu wewe huna account utajisajili. Lakini kama unataka kuona video tofauti tofauti namna ya kutumia mfumo wetu, basi wewe uta, utaweza ku angalia hapa video kwenye YouTube, lakini usubscribe pia kwenye channel yetu ya YouTube. Ya cha kwanza, naanza kujisajili mimi. Najisajili sababu sina account. Ni sema maybe username yangu ni yapo, najisajili kama kawaida, lakini password yangu, email yangu mimi ya kwangu, email yangu ndo yapo at gmail.com ka kwa, ukishajisajili hapo na email yako kama kawaida, mimi naweka password yangu hapa, ntaweka password yako ya, kwa hapo tayari imeshajisajili na kuletea user login, koo na login kwa kutumia username yako ulioiweka unaweka hiyo username yako pamoja na password ya ko taale, hapo mi naingia kwenye mfumo wangu kama kawaida. Kama unavyoona inanionyesha nimejisajili tarehe hapo. Kwa sasa hapa nitaanza kusajili eza wanafunzi kusajili madarasa na vitu vingine. Mimi ngoja nianze kusajili darasa kwanza, ambao ndo kitu cha kwanza. Siwezi kusajili wanafunzi kama sina darasa koo. Nasajili mfano, nina form one na form one. Nahifadhi darasa langu, inaonekana hapo. Nakuja na form two, nakuja darasa lingine, nina fomu ilii labda Nasajili darasa lingine na form 4 ya yeah. Kama kawaida, kwa hapa mi naweza nika nika edit darasa au naweza nika delete, na niuliza je nataka ku delete ndiyo ya yeah. Kwa hapa ndo madarasa baada hapo, na, na yangu niliyonayo. Baada hapo na narudi tu kwenye dashboard yangu hapa, naenda saa kusajili, nimesha sajili madarasa. Naweza, naenda kusajili wanafunzi sasa. Nasajili wanafunzi, kwa mfano nina mwanafunzi wa kwanza anaitwa Faustini one, mfano. Jinsia yake ni mwanaume, darasa, madarasa niliyoyasajili hapa. Ninahifadhi jina langu hapa, limekuja huku. Naenda kusajili tena mwanafunzi mwingine huyu ni Faustini, maybe Faustini tu huyu. Pia huyu labda mwanamke, yuko form one. Naenda kusajili mwanafunzi mwingine, huyu ni form two. Naenda kusajili mwanafunzi mwingine huyu ni fomu three naenda kusajili mwanafunzi mwingine huyu hapa ni fomu 4 kwa, kama kawaida nasajili tu kwa mfumo. Wapo wanafunzi wangu, ndio wasajili. Ni hapa nimesajili fomu wane wanafunzi wawili, fomu tu mmoja, fomu thiri na fom kwa, lakini pia kama una majina yako unaweza tu kuyapakia moja kwa moja kwenye mfumo. Unaenda tu kuchuzi faili lako, yale majina unayapodi kwenye mfumo wako, kwa hakuna shida, labda kwamba kuna tatizo kubwa sana hapana, unapakia tu, lakini faili lako lazima liwe kwenye mfumo wa CSV. CSV unaipata kwenye Excel, muda wa save utachagua save as CSV file Ya, kwa mfano hasa unataka kupakua au unataka kudownloadi majina, utachagua. Je, unataka kudownloadi majina ya kidato gani? Utachagua hapo. Kwa mfano mi nataka ni download hapo, tayari majina ya form 1 wanafunzi darasa, nimesha nitakuwa hapo nimedownloadi majina ya wanafunzi hapo, unapakua Ukitaka kwa darasa zima una cha, utachagua darasa lakini ukitaka kucha ku download tu majina maybe form 1, form 2, form 4 utachagua darasa hapo. Yeah. Ya, kwa baada hapo mimi narudi tu kwenye dashboard nimeshasajili wanafunzi. Narudi kwenye dashboard kuedit na kuja sasa ku edit na kufuta usajili wa wanafunzi. Wanafunzi wangu niliowasajili ni hapa. Sasa hapa mimi naweza kuwa na chaguo, kwa mfano, hapa na wanafunzi wa fomu 1 wawili, fomu 2 mmoja, form 3 na form 4 mmoja mmoja. Naweza, naweza nikawaediti huku wanafunzi wangu niliyo kuwa na wasajili naweza nikawaediti kama unavyoona hapa, lakini pia naweza, naweza nika delete wale wanafunzi nilio wasajili, naweza nika delete mmoja mmoja lakini pia naweza nikawa edit aidha jinsia au jina la mwanafunzi, naweza nika nika edit kama unavyoona hapa. Kwa hiyo hapo nimesha edit ilo jina la mwanafunzi. Okay, kwa sasa hapa wanafunzi wangu wa ndo hapo. Nitachagua sasa, nataka kuingiza mchango wa wanafunzi, mfano wa fomu gani? Nikishachagua form one, majina ya wanafunzi wa form one yatakuja kama unavyoona hapa, majina form one peke yake. Nitaangalia nataka kuingiza mchango wa mwanafunzi gani, mfano wa huyu mwanafunzi wa kwanza. Nitachagua aina ya mchango. Sasa aina ya michango sijaweka, inabidi nirudi kwenye dashboard, nikaweke kwanza aina ya michango nilionayo. inabidi nirudi kwenye dashboard, nikaingize aina ya michango nilionayo. Ya yeah. Niingize ni kwanza aina ya michango kwanza hapa nilionayo. Kwa mfano mchango wa kwanza mimi nina umeme kiasi ambacho mwanafunzi anatakiwa alipie elfu ishirini. Aina ya mchango hiyo ni fedha kama kawaida, lakini pia mchango mwingine nilionao ni, ni maybe matibabu, kiasi huu anatakiwa alipie maybe elfu kumi Aina ya mchango ni fedha kama kawaida. Mchango mwingine tulionao maybe ni ada. Ada huyu hapa analipia elfu sabini aina ya mchango hiyo, haina shida ya kwa. Baada hapo sasa mimi naweza, kwa sababu nimeshaingiza aina ya michango, naweza naweza sasa nikaenda kuingiza sasa kuediti na kufuta usajili au naweza sasa nikaanza kuingiza michango ya wanafunzi. Kwa mfano, hapa nakuja naanza kuingiza michango ya wanafunzi, unachagua sasa form one mfano kwa fomu wani, wanafunzi wangu wa fomu wani watakuja tayari hapa kwa ajili ya kuwafanyia kazi. sijaingiza mchango wote kwa wanafunzi wa fomu wani. Kwa hapa mimi nitaangalia sasa, nataka mwanafunzi upi wa kwanza ntamuingizia mchango, maybe nataka nimuingizie mchango wa umeme. Kiasi gani? Mchango wa umeme nisema ni elfu ishirini. Nitaangalia amelipa tarehe ngapi, amelipa maybe tarehe ya leo, nitahifadhi mchango tayari hapa inasoma elfu ishirini amesha ameshalipa. Kuna deni, kwa sababu kiasi kinachotakiwa kulipa ni elfu ishirini. Tuje labda mchango wa matibabu, alipie elfu tano mwanafunzi huyo huyo, matibabu alipie elfu tano Tuone matibabu alipie elfu tano pia tarehe ya leo matibabu amelipia elfu tano kama unavyoiona hii hapa, amelipia elfu tano, imeongezeka kwenye jumla ya michango aliyolipia. Tuje tena deni kwenye matibabu, inaonekana hana deni. Haya, kwa baada hapo sasa we utakuwa tunachagua uh, mwanafunzi utachagua kidato, utakuja uchagua jina la mwanafunzi, aina ya mchango na kiasi. Tuangalie kidato cha pili. Sasa mfumo wetu utarodi, utatuletea mwanafunzi wa form 2 ni upya, tujamuingizia mchango wote. Ukitaka tena mwanafunzi wa kidato kingine, mfumo utarodi, utakuletea mwanafunzi wa hilo darasa. Kwa sasa utakuwa tunaingiza tu michango kama kawaida, utakuwa tunaingiza michango bila shida yoyote ukimaliza una, unarudi back. Ukisha rudi back, tayari hapo unaweza ukapata hasa ripoti sasa. Unaweza kuja hapa kwenye ripoti uka, ukachagua unataka ripoti ya kidato gani, cha kwanza, una generate ripoti, unapata ripoti ya uhasibu ripoti ya uhasibu kama unavyoona hapa, unaweza hasa ukapakua iye kwenye excel au kwenye PDF kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa mfano kama unavyoona hapa, umeme yapo, amekuwekea amekuwekea amekuwekea kila kitu, ada hajalipa. Nataka maybe kidato cha pili, na generate tu ripoti. Kidato cha pili, huyo hajalipia chochote. Nakuja kidato cha tatu kama kawaida, nataka kidato cha nne. Madarasa yangu ni wasajili kama unavyoona hapo. Kwa sasa huu mfumo unafanya kazi bila shida yoyote, ni mfumo safi kabisa ambao unasaidia kurahisisha shughuli za wasibu bila changamoto yoyote. Kwa hiyo unajisajili, mfumo wetu ni free kabisa kwa mwaka mzima ujisajili ili uweze uweze kufanya mambo ya uhasibu bila shida yoyote ile, na utapata taarifa zako za uhasibu. Lakini pia tunaendelea kuongeza features tofauti tofauti kwa ajili ya kurahisisha na kufanikisha kazi za uhasibu. Tembelea mifumo yetu kwenye faulink.com, lakini pia YouTube account unatupata una pia, kwa jina la Faulink unatupata kwa jina la Faulink. Ko mfumo ni simple kabisa, una shida yote, unatumia hata kama una konsepti au hauna utaalamu wote ule wa kompyuta, unatumia mfumo bila shida yote. Ko, cha kwanza utaandika tu faulink Faulink.com, utaingia kwenye accountant, utajisajili kama hujajisajili, basi utajisajili, then utakuwa na login account yako. Kama umeshajisajili, basi utakuwa wewe una ukishapiga hapa accountant unaingia moja kwa moja kwa kuweka nywira au paswedi yako, lakini kama hujajisajili moja kwa moja utajisajili, ili uweze kupata mahitaji kwenye mfumo wetu. Asante sana, karibu sana Faulink.com.